Habari marafiki, hebu leo tuzungumze kuhusu maisha ya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Hiyo inamaanisha upasuaji wa kawaida wa kubadilisha nyonga hudumu kwa muda gani? Jibu si rahisi sana, lakini ili kuifanya iwe rahisi, wacha tuzame kwenye ulimwengu wa fasihi. Unapotumia sajili kubwa za kitaifa kama vile aje nje au awanger nj. Kwa kawaida sajili iliyojumuishwa hutuonyesha kwamba mwisho wa miaka 15 karibu asilimia 90 ya nyonga hufanya kazi vizuri. Mwisho wa miaka 20 asilimia sabini ya nyonga bado zinafanya kazi vizuri, na kufikia miaka 25 karibu asilimia 58 na ya nyonga bado zinadumu vizuri. Sasa kuna tofauti katika aina ya upasuaji wa kubadilisha nyonga, umri wa mgonjwa na pia kuna mambo mengine yanayohusiana na mbinu ya upasuaji. Kwa hiyo kwa ujumla tukitazama, umri unaathiri kwa hakika uhai wa nyonga iliyobadilishwa. Sasa tunapozungumzia umri, kimsingi tunazungumzia ugonjwa wa mifupa laini osteoporosis. Pia jinsia ina athari, hasa wanawake walio na umri zaidi ya miaka 65, kuna uwezekano mkubwa wa kuhitaji upasuaji wa kurekebisha tena, hasa tunapofanya urekebishaji bila kutumia saruji kwa watu wazee. Vilevile tunapowahudumia wagonjwa vijana, kwa kawaida tunapendelea kutumia urekebishaji usio na saruji, kwa sababu unafanya kazi vizuri na umetumika sana lakini kwa wagonjwa wazee, urekebishaji wa kutumia saruji ni bora zaidi kwa sababu unadumu kwa muda mrefu. Tunapozungumzia aina maalum ya urekebishaji inayoitwa hybrid fixation, ambayo ni maarufu sana siku hizi, sehemu ya stemu inawekwa kwa saruji, ilhali sehemu ya kikombe haiwekwi saruji. Hii inazidi kuwa maarufu siku hizi kwa sababu ina kiwango kidogo cha upasuaji wa kurekebisha tena. Sasa kuna baadhi ya mambo yanayohusiana na wagonjwa, mengine yanayohusiana na upasuaji na pia na sehemu zinazotumika. Kwa mfano tunapozungumzia umri na jinsia, wagonjwa wenye umri mkubwa, wagonjwa wenye osteoporosis, mara nyingi kutumia stemu yenye saruji ni bora zaidi, hasa kwa wanawake walio na umri zaidi ya miaka 65. Kwa kiasi fulani mambo yanayomhusu mgonjwa pia ya naathiri matokeo kama vile, ikiwa mgonjwa ni mnene kupita kiasi, uwezekano wa kufanya upasuaji wa kurekebisha tena ni mkubwa. Kama mgonjwa ana kisukari, uwezekano wa kufanya upasuaji wa kurekebisha tena ni mkubwa. Uvutaji sigara, bila shaka, unapunguza muda wa kuishi kwa kiungo kilichowekwa. Pia njia ya kufunga kiungo, kama tulivyozungumzia sasa hivi, inaathiri, kama unatumia njia ya kufunga kwa saruji au bila saruji. Pia aina ya vifaa tunavyotumia vinaathiri pia, kama tunatumia keramik, chuma au daraja la polima, hiyo pia inaleta tofauti. Nafasi ya kuweka kiungo na uzoefu wa daktari bingwa wa upasuaji, hayo pia ni muhimu linapokuja suala la kudumu kwa upandikizaji wa nyonga. Pia kama mtu ana maambukizi yanayojirudia au kuteguka mara kwa mara, hiyo pia inapunguza muda wa kuishi wa kiungo. Hivyo basi, vidokezo vya vitendo ili kufanya upandikizaji wa nyonga yako udumu kwa muda mrefu zaidi: unachopaswa kufanya ni kuhakikisha unadumisha uzito mzuri na wenye afya. Baada ya upasuaji wa kubadilisha nyonga, unapaswa kudhibiti kisukari chako na bila shaka, hupaswi kuvuta sigara. Unapaswa kufanya mazoezi ya mara kwa mara yasiyo na athari kubwa ili kuimarisha misuli yako kama vile kutembea, kuogelea au kuendesha baiskeli. Ili ni muhimu ili uweze kuimarisha misuli ya pembeni au misuli ya msingi, na hupaswi kufanya mazoezi yenye athari kubwa kama kuruka, kukimbia au kucheza michezo. Kuzuia kuanguka ni muhimu sawa na kuzuia maambukizi yoyote. Kwa mfano, unapaswa hakika kufanya uchunguzi wa meno, unapaswa kuepuka maambukizi ya ngozi na maambukizi ya njia ya mkojo. Kwa hiyo unapaswa kuwa makini sana kuhakikisha hakuna sehemu yoyote ya mwili wako inapata maambukizi. Pia unapaswa kupiga X-ray mara kwa mara na kumtembelea daktari wako mara kwa mara. Wagonjwa wa zamani wa osteoporotic wanashauriwa kuchukua matibabu sahihi kutibu osteoporosis ili implant yako idumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo, kwa ujumla, ikiwa unapanga upasuaji wa kubadilisha nyonga usijali. Chagua daktari sahihi, mbinu sahihi na implant sahihi kwa umri wako. Asante.